Habari yako mzazi na mlezi, karibu tena kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, ambapo leo naenda kuzungumzia rangi ya zambarau. Ni rangi nzuri sana ambayo unapaswa kumvalisha mtoto wako. Rangi ya zambarau inaonyesha hekima na inaonyesha neema. Hii ni rangi ya kifarume na pia ni rangi ya mafanikio. Penda kumvalisha mtoto mtoto wako wako rangi rangi ya zambarau katika nguo zake. Hii ni rangi ambayo unaweza ukamvalisha mtoto wako wakati hata mnatoka mitoko kwa sababu pia hii ni rangi ya shughuli maalum. Unaweza ukakuta watu anatoka mtoko wake wa jioni anavaa hii nguo. Kama mzazi au mlezi, unatakiwa kujua ni rangi gani ambazo unatakiwa umvalishe mtoto wako. Aina za rangi kwenye nguo za mtoto wako zina maana kubwa sana na ni muhimu sana. Rangi zote ni nzuri, lakini kuna rangi ambazo zina baraka. Ndio maana nimeamua kuzungumzia rangi maalum kabisa kwa ajili ya kuwavalisha watoto wetu tunawavalisha hizo rangi ili kusudi tuhakikishe watoto wetu wanakuwa na mafanikio, watoto wetu wanakuwa na baraka, na watoto wetu wanatembea katika mazingira ambayo ni mazuri. Penda kumvalisha mtoto wako nguo ya rangi ya zambarau. Ukiona hapa kwa mfano kwenye blauzi yangu niliyovaa hapa, hii hapa ndio rangi ninayozungumzia, rangi ya zambarau. Ukiangalia kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi pia tumechagua rangi ya zambarau kwa sababu rangi ya zambarau kama nilivyokuambia, ku, inaonyesha hekima inaonyesha upendo pia, hii ni rangi ya kifalme. Ndugu mzazi na mlezi, unaonaje kama utamlea mtoto wako katika mazingira ambayo baadaye atakuwa ameteka baraka, anakuwa ni mtoto ambaye ana hekima, anakuwa ni mtoto ambaye ana mamlaka ya kifalme. Asante kwa kutazama Moyo wa Malezi. Asante pia kwa kuwa mmoja wa familia ya Moyo wa Malezi. Tutaendelea kuhabarishana. Kesho pia nitakujulisha rangi moja ambayo nitaizungumzia ya mwisho. Rangi zingine zilizobaki mtakuwa mkiniuliza kwenye comment section na mimi nitakuwa nikiwaambia maana zake. Wazazi wengi wameniomba nifundishe na mada zingine zaidi, kwa hiyo nitaachana na swala la rangi. Swala la rangi tutakutana nalo kwenye sehemu ya maswali. Usiache kucomment, usiache kusubscribe kwenye moyo wa malezi, kwa sababu sisi, mtoto ni kipaumbele chetu. Karibu tuwalee watoto kwa upendo. Karibu tuwalee watoto kwa moyo wa malezi.